Na wakati kama huu, ndugu mpenzi mtazamaji wa YouTube channel yako pendwa kabisa, ni wasaa ambapo tunakutana na Sheikh Mwaipopo, mhubiri wa uh, dini ama imani ya dini tukufu ya Kiislam, lakini pia ni tabibu wa matatizo mbalimbali. Tupo naye leo hapa, tutazungumza mambo mengi mbayo naamini yanagusa jamii, lakini pia yana faida kubwa zaidi kwa taifa letu. Mimi niko sambamba kumsikia kile ambacho tazungumzania na kuharika pia, ungana naye sambamba kwenye video hii mwanzo mpaka mwisho. Kama kuna swali ambalo nitasahau kumuuliza, tuachia kwenye mbwingu wa maoni ama comment, tutakapokutana naye itakuwa la kwanza kabisa Sheikh. Binafsi, uh, niseme hongera kwa kuwa umeendelea kujali na kuheshimu afya za wanadamu wa mm -hmm. Uh, na Watanzania kwa ujumla. Muda mrefu tumeanza kumsikia Sheikh Sheikh Mwaipopo Sheikh Mwaipopo wito zaidi wa kutaka kutibia watu. Nianzaje kidogo kwa ufupi sana? Wito wa kuanza kutibia watu ni kusoma vitabu mm -hmm. Soma vitabu tukao tunagundua mambo, tukao na bora tufanye huduma hii ya kimwili na kiroho. Kwasababu unapowapa watu maneno ya Mungu ni huduma ya kiroho hmm. Sasa hii ni huduma ya kimwili ili watu waepukane na mambo ambayo yanawapa kero katika nafsi. Okay. Yes. Sawa. Nimekuona umekuja na uh, program ama mpango mkakati wa kuwasaidia watu kupitia mafuta ya zaituni hmm. ambao wanasema ni tofauti na mafuta mengine ambayo tunayaona madukani tunayaona hmm. kwa watu wengine utofauti wake hasa uko wapi? Utofauti kwa sababu haya ni mafuta ya mti wa mzeituni. La pili ni Mungu mwenyewe ameyataja ndani ya Qur'an katika surati Nuru, na hata katika Bible yamo, yametajwa. Haya yanayokuja hapa yanatoka Spain na Italy kwa ajili ya kula chakula ya kwa hiyo haya na haya ambayo tumeyakataa hapa, ni vitu vile tofauti. Hii inayokuja Tanzania au Afrika ni inaitwa olive oil, inatoka Spain na Italy. Hii tunayotumia sisi ni mafuta ya mzeituni na Mungu ameelekeza ametaka tuyatumie kwa tiba yeah. tunasema ni vitu vili tofauti ni sawa na gari mm. E, Prado mimi na Benz zote ni gari lakini tofauti. Mungu ameelekeza tuyatumie. Hii ni kauli ambayo nimekusikia mara moja si mara moja, ni mara mbili, mara tatu. mm. uh, kupitia kitabu kitukufu cha Qur'an Mwenyezi Mungu ameelekeza na ameaita mafuta ya nuru. Ningependa nipate ufafanuzi kidogo kwenye hili. Hmm. Mashehe wengi ambao nimezungumza nao huwa hawaamini kwenye hmm, vipako ikiwemo mafuta, chumvi kama ilivyo hmm, kwa imani nyingine ya Kikristo. Hii ni kuthibitisha kwamba Sheikh Moipoko anaungana na Wakristo katika kufanya tiba kupitia vipako ama vitu ambavyo kwa uh, upande wa dini ya Kiislamu havipo. Ukweli uko wapi kwenye hili? Kwanza kwenye kuambia Sheikh, hmm. Sisi Waislamu hatufuati wa Sheikh kasema. Sisi Waislamu tunafuata Mungu kasema na Mtume kasema. Sasa huyu Sheikh anayapinga haya, alete dalili. Anapinga vipi? Na kitu kinachotuumiza sana binadamu ni roho ya husda, kwamba mtu anataka kile anachokifanya yeye ndio kiwe sahihi, lakini anachofanya mwenzake sio sahihi. Jambo la pili, waislamu sisi, si kila anafanya mkristo tupinge. Ah, ah, hatukufundishwa hivyo. Kuna mambo mkristo anayofanya yako sahihi, eh. Hey, mfano mkristo anapojenga hospitali tupinge tu kwamba mkristo muongo, hospitali anapata wapi? Hatuwezi kuenda namna hiyo. Mm, kuna mambo tunatofautiana na Wakristo ya kiimani katika mambo ya kiibada na imani tunatofautiana nao. Kwa hiyo, yale mambo ya kuona eti haya anafanya wanafanya wa Kristo. Kwa nini wakifanya wa Kristo kuna mambo ambayo hawako sahihi? Mkristo sahi, akijenga shule sio sahihi. Akijenga hospitali sio sahihi. Kwa ni vitu ambavyo vinaonesha ni vya jaziba na chuki za wazi. Eh, tusichukie watu mpaka ikafikia tukachukia tia yale mambo mema watu wanayoyafanya. Mimi huwa siko hivyo kaka. Mkristo akifanya jambo jema, nakubali ni jema na nizuri na lipo katika jamii. Akifanya jambo baya, nasema hili ni baya na alifai halipo katika jamii. Mfano baadhi ya watu wanasema kwamba mafuta ya uongo. Na maana tukufuate wewe shekhe au wewe mchungaji au tumfuate Mungu. Mungu amesema mafuta ya zaituni yapo, kayataja ndani ya Qur'ani, na toa na aya paka na namba. Mtu akasome Qur'ani. Surati Nuru ni sura ishirini na nne, aya 35 ipo hapo Qur'ani hapo. Mungu ametaja amesema, ni nuru juu ya nuru. Hayo mafuta Mungu anaita ni nuru. Sasa hiyo nuru ukichukua ukaitumia, utakuwa shetani, tena utakuwa mbaya. Kwa hiyo inaonyesha namna gani watu tunavyoyatengeneza mambo ya kidini. Na mimi labda nikueleza kitu kimoja, Waislamu, ni wape usia. Watu wengi wanafikiri Uislamu wa kigezo cha mtu kuwa kiongozi ni kujua kusoma Qur'ani. Uongo, uongo K K kigezo, kigezo cha mtu kuwa kiongozi katika umma wa Kiislamu jambo la kwanza ni mtu kuwa mcha Mungu. Yaani mtu anaweza kuwa na elimu ndogo ya juzu tano tu, lakini mtu ni mcha Mungu sana, na la pili anasimamia haki, ni msema kweli. Huyu mtu anafaa kuwa kiongozi wa Islam. Hatuwezi kumfuata mtu kwa sababu ana degree tatu za chuo kikuu cha Madina asbi Sudia lakini fedhuli, mzinifu, mwizi, muongo. Eti huyu ndio kiongozi wa na la pili, kwani nikiwauliza watu wasomi wa dini, hebu niulizeni Omar bin Hatabi, Abu Bakari Sadiq, lazi za Mungu zote juu yao, Ali, Uthman bin Affan au walikuwa na digiri ngapi? E, nikuulizeni walikuwa na digiri ngapi? au Yesu alikuwa na digiri ngapi? sababu siku hizi imekuwa vitisho digiri na wewe, mimi nimetahala juu, nimesoma Madina unanipinga ni umesoma Madina, mtume maswabu alisoma wapi? chuo gani walichosoma? Masowabu walirithi elimu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa akisema wanafyonza ile elimu, wanaisikiliza, wanaifanyia kazi mama, swabe, ilikuwa. Sasa leo hii sisi tuna mifumo ya kizungu ya kimagharibi, ibtidaiya e, mtawasita thanawiya jamia mpaka university kule doktor aya, ndio mautakuta kwa Waislamu madoktori wengi wasomi wa dini wengi, lakini majungu, fitina na chuki kwa sababu mifumo tunayoipitia sio mifumo ya kidini wale mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mifumo ya kutaka kujitukuza, sio kutukuza umma wala Muislamu. Kwa lugha nyepesi, kwamba tumebadili dini na imani kwa kwa matakwa yetu, kwa kujinufaisha e, tumebadili, ndio ili kutisha watu hmm, kwa sababu najua nikiwa na ni degree ya dini sitakutisha hmm. Okay, ukisema kaa chini, mimi msomi, nimesoma mimi sudia miaka kumi okay. Mwingine anatoka, mimi nimesoma theology miaka kumi Marekani miaka ni miaka kumi kwa manufaa yake. Kwa kumbe, hata wanaozungumza kwamba ujio wa mafuta chumvi ongezeko uh, la manabii na mashehe wengi wanajinufaisha binafsi anaweza kawa sahihi pia. kwamba ongezeko la nini la mashehe wanaotumia tiba ama wanao wanaowatibu watu kupitia haya mafuta na nini uh, kusudi kubwa si maagizo ya Mwenyezi Mungu ni kujinufaisha wao hata, wako sahihi e, kwa sababu kwambie shekhi mm. Watu wanafikiri kwamba hizi tiba za kisuna au za kisheria ndio mtu asipewe hela. Mtume ameidhinisha watu wapewe. Maswahabu walimtibu mtu na akawapa ujira wa mbuzi. Kwa hiyo hata sisi tunapofanya tiba hii kupewa ni lazima. Na pesa nikitunza lazima iwe nyingi, lazima niwe tajiri, lazima niwe na pesa. Kwa sababu kwanza watu watofautishe kazi ya Mungu na kazi ya tiba ni vitu viwili tofauti. Mimi ninapotibu watu ni maslahi yangu sio maslahi ya Uislamu. Kwa nini Uislamu unafaidika nini hapo? <laughs> ninapotibu watu ni maslahi yangu mimi, nakula chakula mimi na watoto wangu, kija wewe na kutoza hela unanipa mimi, sijengi msikiti wala madrasa. Ninapofanya kazi ya Mungu ndio haitakiwi kutoza watu, kazi ya Mungu kama vile ukija nikuombee dua, na hata hiyo dua unipe sadaka unayoguswa wewe, nisikupangie. Nisikupangie kama kijana, nimekuombea dua, leta milioni. Ah, unayoguswa wewe. Ninapokwenda kusalisha msikitini sipaswi kulipwa kwa sababu ile ni ibada, tunasali. Kama wewe shehe unatusalisha tukulipe, na mimi nasali basi, na mimi nilipo, sababu wote tumesali msikiti mmoja, unalipwa hela, yani, mnaelewa? Sasa watu wamejaa jaziba na chuki, hawataki kutofautisha ibada na huduma. Tiba ni huduma, na kuna ibada lazima tuchangie wa wa na Wakristo. Si kila ibada Wakristo watakii kuchangiwa nao, mfano chakula. Chakula ni ibada Yaani mimi napokula hapa wewe Mkristo ukija nisikupe chakula nitakuwa na akili. Asika ni mambo ya hovyo tu. Umeelewa je? Eh, kufanya tendo la ndoa na mkeo ni ibada. Eh, ni ibada. Sio hawala kuzini, ah, tendo la ndoa la mke wa ndoa ni ibada. Sababu unapata utulivu. Kutafuta riziki ya halali. Mfano mimi na wewe, wewe Mkristo, mimi Muislamu tunafanya kazi. Utataki kunilipa au nisikulipe? Ila ni ibada. Sasa kuna ibada lazima tuchangie na Wakristo na kuna ibada za sisi wenyewe wa Waislamu, na kuna ibada za Wakristo. Sasa ibada ya tiba ni ibada, kwa sababu natibu kisheria, kihaki, simwibii mtu, simtapeli mtu. Lakini tatizo linakuja hapa, mtu kimtibu asipopona, nongwa, waongo wale, awaombi dua yoyote, wezi. Ukimuuliza shehe, mbona muhimbili watu wanakufa? Mwambii wezi na wale watu wamesomea afya binadamu, wanachambua mwili mmoja baada ya mwingine. Sasa watu wanashindwa kujua, sisi hatuziwi. Mungu asikuue Atutoe tiba ya mtu asife, tunatoa tiba mtu asipate maradhi okay, asiteseke na maradhi, ndio tunachokifanya. Na katika kutibu lazima tumweke Mungu mbele, ima kupona, ima kufa, ima kufa. Usife kupona, usipone cha moto utakiona wewe, utaseke. Ndio kawaida ya tiba sana Haji walazimisha hii <laughs> unajua kuna vitu vingine vinashangaza sana. Kwa nini wamelazimisha? Sio anaenda wenyewe mm. Mfano wewe msanii anaimba music pale, ameweka ukumbi akasema kiingilio laki moja, umeingia kofi, anakuja mtaingia Diamond kwa laki, kuna wivu Husuda na loo mbaya na kuna mtu anazungumza kwa point kwa point. Nilimkuta mtu mmoja anasema wapo saa mwizi anauzia watu mchanga kijiko shilingi, nikamwambia mwizi, kakusachi anaibia tano elfu kumi sikupona Kwanudu, kwa nini nakuambia, anaenda kukuponesha yale ni mambo ya kiimani eh. Ee, beniani wanachoma moto, beniani wanachoma moto, tukubali wamekubaliana sasa kuna vitu mtu anavizungumza ni kufeli kimawazo na ni kufilisika. Mimi ni Muislamu, mimi sipo hapo kwa roho mbaya. Kama ni mfisadi nimchukie? Mwamposa, Mwamposa hajamkamata Mungu asinipe riski, riski yangu iko pale pale. Mungu akisema wa yes, yes. kwa hiyo watu waache roho mbaya na kisokolo kinyo. ile ni imani yake Mwamposa hajaingia imani ya Muislamu wala ya Katoliki wala... ni yeye katengeneza ka brand brand yake kwamba, mimi nitakwenda hivi Watu wamekubaliana, ingekuwa Tanzania ni Islamic country, ndio angepelekwa kwenye mahakama ya Kiislamu akasomwa mashtaka, kama unafanyia watu ibina ibina. Ingekuwa ni Catholic country, angepelekwa kwenye mahakama ya Kikatoliki, kwamba injini ya Kikatoliki. Sisi hatuna mfumo huo, acha lakini hii ni secular government no, na, weave. Ni wivu, kama mwanamposa sasa ameiva, amenona, kawa maarufu kuliko wao, anatembea na gari ya milioni mia tatu ana nyumba kama ufalme wa Mungu sasa. <laughs> Binadamu huwa hawapendi kuona wewe unapata, mm. na anayekutakia heri wewe ni mama yako na baba yako tu, wengine wote wanakutakia shari. Inawezekana hata Sheikh Mwipogo kuna watu wanamwonea husna. Mimi husna naonewa, nimewahi kuchinjwa paka mbuzi njia panda, haki ya Mungu nimetoboa mtu kachinja mbuzi njia panda, anataja jina langu. <laughs> Nakenda kuzika kichwa kaburini. <laughs> Wallahi bila nipo nali na naliyechinja namjua na mimi sivi, ila kwa kadari ya Mungu hakuna linalonipata ila Mungu kataka, na linalonikosa Mungu kataka. Achinje tena tumumbuse. Yeyote ambaye anatazama video hii na akiwa eneo lolote, anakupataje namba za simu na pia ofisi kwa urahisi zaidi na ufupi zaidi, kwamba mafuta yanapatikana wapi, namba za simu na. Okay, labda nionyeshe brand ya mafuta. Mafuta yetu ni haya. Hii chupa ni shilingi elfu ishirini ukipaka ile moto. Tunapatikana Dar es Salaam Magomeni Kagera, ukifika petrol station ya Oilcom. Kama unatoka mwembe posta mjini, kituo cha mwembe chai kinachofuata. Kama unatoka ubungo, kituo kinachofuata, ukifuata mwembe chai ukishuka hapo, tupigie simu. Kagera kituo eh, Magomeni Kagera kwenye kituo cha nini, petrol station cha Oilcom. Nambari yangu ya simu ni sifuri saba tano sita thelathini na sita kumi na tisa sifuri sita.